pale ambapo zinaharibika. Maeneo ambayo hayana mkandarasi wao wafanye kazi hiyo mara moja. Maelekezo tumeshatoa na tumshakelea Mheshimiwa Waziri kusimamia tutatarajia, sasa kama mtoza usumbufu ni wa muda mfupi, na tumewaambia TANROADS mkoa, wakipata tatizo zaidi ya uwezo wao wasisiti, watoe taarifa makao makuu ya TANROADS. Wasafiri wote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 kwamba hakuna shughuli za simama wakati serikali yetu ipo na inafuatilia mwenendo wa njia hii na hali ya hewa, kama ambavyo nimeeleza.